Wazee wazee waze, wazee Master Monster huyo hapo, huyo jini mwenye kisiwa chake eh, hongera sana kwa ushindi wako wa leo na wazidi ya mpinzani wako Nungu JR kwa kumfunga goli nne kwa moja. Unazungumziaje mpambano wako na ushindi wako mkubwa kabisa kwa ujumla? Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu yeah, kwa kuweza kutufikisha sehemu ya tukio salama yeah. Na kwa kifupi, mechi mechi ilikuwa ngumu kiasi fulani, lakini nilijiandaa au mechi iliyopita nilipotezatatu moja ile na nilifanya makosa mawili matatu, lakini mechi hii niliamua kuwa mtulivu sana, maana mechi iliamua kimya sana, kwa sababu nilikuwa nataka nimfunge zaidi ya goli ndio. Lakini leo amejitaidi kwelikweli mpinzani wangu kuweza kufungwa goli, goli nne moja e. tatu niweze kumpongeza mdhamini wetu mkubwa Ahmedi nne niweze kuwapongeza makamisa wote kiwemo mzegudigudi na wasimamizi wengine Eh e, kifupi ilikuwa ni e, na mpinzani wako amesema hapa kama ikitokea rimechi anakuhitaji. Je, kwa wewe kabla ya <muchos> kwenda Chunya, unahisi labda ungepata rimechi pia utamtwanga tena, au nilikuwa u... nilikuwa naomba wazamini wote kwenye hili kabla yeye hajakujizungumza yeah. kila wiki nilikuwa namtaka nimpate mara mbili mbiliani hey. yaani, kila wiki niwe niwe kama napiga pweza hey. yaani, mara mbili at least napijaea yaani mara mbili kwenye jumanne jumamosi paka tukaenda Chunya. at least niko katika utulivu zaidi. Kwa unahisi kila hiyo Jumamosi umapii na siku zote utakuwa unampiga yeye tu, kwa umemkodi, hamna namna haya. Shukrani wazee, mmemsikia Master. Master Monster huyo huicho, hapo ndo kishungi chake. Nashukuru sana eh, mkabizi bwana Jaha, huyu ndo msemaji wa draft Zanzibar anamkabizi Master Monster. Master Monster, hizi hela haki yake, ndio sababu Mosta wanawe wana marelia na akasema wiki hii hamwachi mtu ndio. Wazamu, tunaomba mwendelee kuzamini, na kama kuna uwezekano. Naondoka lini? Master, naondoka lini? tarehe ishirini na tisa kabla tarehe ishirini na tisa, tisa. Kama atapata pambano ndio tungefurahi sana, kwa sababu Mosta yeah, hizi anahitaji nyingine kama hizi ndio <laughs> za kuacha nyumbani kwake. Mwanaye mmoja apenda chipsi hii, kwa hiyo lazima achie hela nyingi Baahi, sawa inshallah. Mkabizi bwana mana wake bwana, eh bwana, mheshimiwa Mosta Wasimbazi awahisabunioasuururu wazamini, tunashukuru sana. Moja, ndio. Mbili. Ndio. Tunashukuru, tunashukuru tunashukuru, tunashukuru Tano. Eh wazee sana, wazamini naomba, mheshimiwa kitisho, mheshimiwa kitisho. Ndio. Kitisho. Frank Bigi. Reni Bigi. Ndio. Tunamuomba tunamuomba atupe pambano baina ya Nungu na Monster kabla hawajaenda Chunya, kama mara tatu mara nne hivi. Eh, hey, tunaomba yeah. na mimi kwa kawazadandinyo Mzee Kamanda Isa, aule kibigi popote mlipo. Ndio. Tunahitaji kila wiki kila wiki tulikuwa tunahitaji, kwa sababu wenzetu Dar es Salaam wanacheza mapambano, Dodoma wanacheza kiangalia, huko wanacheza Mzee City, even wote wadhamini wote mtuangalia. Yaani at least kama wiki. Haya, bara sana, shukrani, shukrani.